Bilionea aliponda mayai ya mwanamke mjamzito kando ya barabara kwa gari lake. Kilichotokea, kilichofuata kitakushangaza. Ilikuwa asubuhi ya baridi kando ya barabara ya Thika Road, jua likianza kuchomoza taratibu. Mama Neema, mjamzito wa miezi minane, alikuwa amesimama kando ya barabara akiuza mayai kwenye kikapu chake cha plastiki. Hayo mayai ndiyo yalikuwa matumaini yake ya kulipa kodi ya nyumba na kliniki ya uzazi. Gari jeusi la kifahari lilipita kwa kasi likateleza kidogo, na kabla Neema hajajitambua kikapu kilidondoka, mayai yakapasuka, yakamwagika barabarani. Dereva alisimama. Mmiliki wa gari Bwana Mwendwa, bilionea anayejulikana Nairobi kwa uwekezaji wake wa mali na fedha, alishuka taratibu. Uso wake ulikuwa mtulivu, lakini macho ya Neema yalijaa machozi. mayai yangu yote yamekwenda, Neema alinong'ona akishika tumbo lake. Watu walikusanyika, wengine walinong'ona, wengine wakatikisa vichwa. Hakuna aliyejua nini kingefuata. Bwana Mwendwa aliangalia mayai yaliyopasuka kisha akamtazama Neema bila kusema neno. Kimya kilikuwa kizito, na kila mtu alihisi jambo kubwa lilikuwa linaanza hapo, lakini si kama walivyodhani. Bwana Mwendwa alitoa simu yake akapiga simu fupi Watu wakadhani anaita walinzi au polisi. Neema alijaribu kuinama kuokota vipande vya mayai, lakini mgongo ulimuuma usiiname. Bwana Mwendwa alisema kwa sauti ya chini, kaa chini mama. Mmoja wa karibu, Mama Asha, alimsaidia Neema kukaa pembeni. Gari jingine lilifika, si la polisi bali la hospitali binafsi kutoka Ruiru. Wauguzi wawili walishuka. Hatuhitaji hospitali, Neema alisema kwa hofu nahitaji tu mayai yangu. Bwana Mwendwa alitikisa kichwa. afya yako ndiyo ya kwanza, gharama zote zitalipwa. Watu wakashangaa, wengine wakaanza kurekodi kwa simu. Wauguzi wakamkagua Neema haraka, mtoto alikuwa salama. unaishi wapi? Mwendwa akauliza. Githurai 45, Neema akajibu. tutakupeleka nyumbani baada ya kliniki, alisema. Lakini bado swali lilining'inia hewani. Je, mayai yaliyopasuka hapo ndipo drama ilipoanza kweli, kwa sababu Neema hakuwa tu muuza mayai. Alikuwa na siri ambayo hata yeye hakuijua, ingefungua mlango wa mabadiliko makubwa. Kliniki ilipomalizika, Bwana Mwendwa alimpa Neema maji na akamketisha kwenye gari lake. Walipofika Githurai 45, aliona nyumba ndogo ya mabati. Hapa ndipo nyumbani? akauliza. Ndiyo, Neema akasema kwa aibu. Bwana Mwendwa alitazama mazingira akakumbuka utoto wake wa umaskini Machakos. Akatoa bahasha ndogo. Hii ni fidia ya mayai, alisema. Neema alifungua, ilikuwa pesa nyingi kuliko alivyowahishika. Alilia, asante. Lakini kabla hajashuka Mwendwa akauliza, mayai haya ulikuwa unayapeleka wapi? Soko la wakulima market, nilipewa oda na hoteli ndogo, Neema akajibu. Mwendwa akatabasamu kidogo. Je, ungependa mkataba wa kudumu Nitasaidia biashara yako ikue. Tutaanza kwa usalama wa kipato, bima ya afya na akiba ya mtoto. Neema alishangaa, alifikiri ni ndoto. Hata hivyo, macho ya jirani mmoja, Kiprono, yalikuwa yanatazama kwa wivu. Alijua historia ya Neema na alijua siri ya zamani ambayo ingeweza kuvuruga kila kitu. Siku chake baadaye, Neema aliitwa ofisini kwa bwana Mwendwa wa Westlands. Alikutana na watu wengi Bi Wanjiku wa fedha, Bwana Otieno wa mikataba, na Daktari Nyeri wa mpango wa afya. Tunaweka mambo wazi, Wanjiku alisema. Hakuna hadaa. Lakini Kiprono alijitokeza nje ya ofisi akipiga kelele: bilionea, unamsaidia mtu asiye mwaminifu. Neema alitetemeka. Kiprono, ondoka, Mwendwa alisema kwa utulivu. Mtoto si wako, wa nani? Kiprono akaongeza. Kimya kilitawala. Neema alishusha kichwa. Hiyo ni historia yangu, alisema kwa sauti ndogo, nilitelekezwa. Mwendwa hakubadilika, hiyo hainihusu. kinachonihusu ni haki na mustakabali. Otieno akaweka mkataba mezani: biashara, bima, elimu ya mtoto. Neema alisaini kwa mikono inayotetemeka. alijua kina kitu hakijafichuliwa, kitu ambacho kingejaribu kuvunja imani hii mpya. Usiku huo, Neema alipokea ujumbe usiojulikana. Ukisema ukweli utapoteza yote. Aliogopa, akamkumbuka Mwendo akisema ukweli unaokoa muda. Asubuhi iliyofuata alirudi Westlands. Nina jambo, Neema alisema. Mayai yale ulikuwa ni ya kopo, nilikuwa nimewekeza kwa vikundi vya wanawake, nikipata hasara wao wote huumia. Mwendo alinyamaza kisha akasema, basi tutapanua mradi, vikundi vitapata mikopo nafuu mafunzo ya fedha na soko la uhakika. Neema alishangaa, alifikiri ni ndoto, lakini kamera za habari zilianza kuonekana. Kiprono alikuwa amepeleka taarifa. Je, Mwendwa angeendelea kusimama naye hadharani? Je, siri ya mwisho, chanzo cha utajiri wa Mwendwa, ingebadilisha kila kitu? Hapo ndipo hadithi ilipofika ukingo wa siri kubwa ambayo haitafichuliwa hadi mwisho. Wiki moja baadaye, Neema alianza kuona mabadiliko makubwa. Nyumba yake ndogo ilipakwa rangi mpya, kipato cha biashara kilikuwa, na mtoto aliyejificha tumboni alionekana kuwa na afya nzuri, lakini moyo wake ulikuwa na shaka. Kiprono alikuwa hana mwisho wa kujaribu kumdhalinisha, alimpeleka kwenye magazeti akimuita muuza mayai mnyonge. Bwana Mwendwa alikutana na Neema kando ya Mombasa Road. Usijali maneno ya wengine, alisema kwa utulivu, tunaweka historia yako wazi kwa nguvu ya ukweli. Neema alitabasamu lakini macho yake yalikuwa na mashaka. Alijua kuwa siku moja ukweli wa zamani ungechomoza, siri ya mtu ambaye alimsaidia Mwendo kuwa bilionea na alichojaribu kuficha kilihitaji kujulikana. Lakini kwa sasa furaha ya mtoto, usalama wake na ahadi ya maisha bora walimpa matumaini. Naamini, naamini, Neema alisema, naamini tunachoweza kufanya. Bwana Mwendo akamtazama na kimya chake kilikuwa cha kutia moyo. Hapo barabara yenye magari, wavuvi wa biashara na jiji la Nairobi ilianze kuwa sehemu ya ndoto mpya. Hata Kiprono alitazama kwa woga, lakini kwa neema maisha yalikuwa kuanza upya. Siku ya Juma, Mwendo alialika Neema katika jumba lake la Westlands kwa mkutano mkubwa. Watu wengi walikuwepo, wafanya biashara, wakulima na wanajamii wa Ruiru. Leo, Mwendo alisema kwa sauti kubwa, tuna fursa ya kubadilisha maisha. Neema aliangalia kwenye umati, mashaka na hofu yalibadilika kuwa fahari. Alijua safari ya mayai yaliyopasuka ilibadilisha maisha yake. Mwenyeji wa hafla Bi Wanjiku aliongeza, tunatoa mikopo nafuu kwa wanawake wote wanaojiinua. Neema alikumbuka machozi yake ya asubuhi ile kando ya Thika Road. Sasa hakuwa tu muuza mayai wa kawaida, alikuwa mfano wa matumaini. Kiprono alijaribu kupiga kelele, lakini umati ukamtulia. Sasa kila mtu anajua ukweli na bidii huchangia mafanikio, Mwendwa alisema. Neema alicheka akijua kuwa hatimaye historia ya umaskini na hofu ilianza kupotea. Hii ilikuwa hadithi ya kushinda ya upendo na ya fursa. Miezi michache baadaye, Neema alianza biashara ya mayai yenye ubora wa hali ya juu ikihusisha wanawake kutoka Githurai, Ruiru na Thika. Watoto walifurahia shule zao mpya zilizoanzishwa na Mwendwa, lakini jambo lililomfanya Neema aelewe nguvu ya maisha ni mshikamano wa jamii. Wanawake walikuwa wanasaidiana, watoto walicheka, na hatimaye kipato kilienea. Kiprono alijaribu kueneza uongo lakini hakufanikisha Watu walijua historia halisi. Upendo wa Bwana Mwendwa na bidii ya neema waliunganisha jamii. ukiwa na moyo safi na kuamini, hakuna kinachoweza kukuzuia, neema alijifunza. Bwana Mwendwa alimtazama kwa fahari. Tumefanikisha pamoja, alisema. Sasa kila asubuhi neema alikumbuka mayai yaliyopasuka, lakini sio kwa huzuni, lakini kama alama ya mwanzo wa maisha mapya. Siku ya jua kali, neema alishangilia kuzaliwa kwa mtoto wake, mtoto wa kiume aliyepewa jina la Mwendwa wa junior. Familia nzima ilikusanyika: Bi Wanjiku Njiku, Bwana Otieno, Mama Asha na hata wale waliokuwa mashabiki wa hadithi ya Neema. Bwana Mwendwa alishika mkono wa Neema alisema, hii ni historia ya upendo na fadhili. Neema alitabasamu akijua kuwa safari ya mayai yaliyopasuka ilikuwa mwanzo tu. Sasa maisha yake yalikuwa na maana ya kweli ya familia, jamii na matumaini. Kiprono alitazama mbali akitambua kuwa hakuweza kuharibu jambo lililo sahihi. Hii ilikuwa ushindi wa moyo safi dhidi ya hofu na wivu. Ndoto za Neema na wanawake wa biashara ya mayai zilienea, na watoto walikuwa wakiona mfano wa bidii na uwajibikavu. Asubuhi ile jua lilichomoza kwa nguvu, na kila kipande cha maisha cha Neema kilikuwa ang'avu zaidi. Kila mwaka Neema hufanya sherehe ya mayai, kumbukumbu ya siku ile barabarani. Watu wengi wanakuja kutoka Nairobi, Thika na Ruiru, wanaangalia jinsi biashara ya wanawake ilivyofanikiwa. Bwana Mwendwa anatembea kimya kimya akitabasamu akitambua kuwa msaada wake ulikuwa zaidi ya pesa, ulikuwa faraja na matumaini. Neema anashikamana na mtoto wake Mwendwa Junior, na kuangalia mbali, alisema kwa sauti ndogo, hii ni historia ya maisha. Kila mtu anajua sasa kuwa ukweli, upendo na bidii vinaweza kubadilisha maisha. Hali baridi ya Thika Road, mayai yaliyopasuka na changamoto zote zimegeuka kuwa hadithi ya ushindi, upendo na matumaini yasiyoisha na kwa Neema, Bwana Mwendwa na jamii nzima, jambo kubwa lilitokea: dhahabu halisi ya maisha ni kusaidiana na kuamini kila siku. Hapo ndipo hadithi ya bilionea aliponda mayai ya mwanamke mjamzito kando ya barabara inafikia mwisho, sherehe ya moyo, furaha na mafanikio.